Ambayo lina urefu wa kilomita tatu kuhusiana na swala zima la bandari. Sasa kwenye swala la bandari la bandari, maboresho makubwa yamefanyika, ikiwemo gati namba moja mpaka lile gati namba saba kuongeza kwa kina cha, cha, cha, cha kina kwa mita kumi na nne nukta tano akadhalika na kule Mtwara pamoja na Tanga, ujenzi wa meli MV Mwanza umekamilika, thamani yake ni bilioni mia moja na tisa. Uwekezaji sekta binafsi yani bp p, muda wa meli kusubiri umepungua kutoka siku arobaini na sita mpaka siku saba. Haya ni mafanikio makubwa sana katika, katika swala zima la usafiri au kadhalika, hata makasha kutoka eh, laki moja hamsini na tisa elfu mia nane na saba hadi kufikia makasha laki mbili kumi na tano elfu mia mbili themanini na sita yameongezeka hili ni jambo kubwa na ni jambo la kujivunia kabisa kodi imeongezeka kutoka milioni mia nane hamsini mwaka ishirini ishiri na tatu ishirini ishiri na nne hadi kufikia trilioni moja. Nani kama Samia Suluhu Hassan? Sasa kwa nini, kwa nini watu wana wanazungumza? Kwa nini watu wanasema? Kwa nini maneno ni mengi? Ukiona mti wenye matunda unapopolewa, hujua kwamba kuna matunda matamu, na ndiyo maana Mama Samia mara huku anasema hivi, kwa kazi kubwa na nzuri ambazo amezifanya katika taifa hili Mama Samia anafahamika hata kwa kazi kubwa na nzuri, anafahamika Afrika na duniani, na ndio maana hata dunia inamtambua kwa kumpa awadi mbali mbali kwa ajili ya kazi zake. Isitoshe, naomba kumalizia, isitoshe, uchaguzi tumeufanya wenyewe kwa mara ya kwanza, uchaguzi mkuu, hatukupeleka bakuli kuomba nini. Tufanye tuendelee kulinda amani yetu, tuendelee kuitunza amani yetu. Amani ndiyo kila kitu kwa maendeleo yoyote ya taifa lolote duniani. Yani, tumsemee mama Samia kwa mazuri yake. Baada ya kusema hayo, muda umekuwa mdogo, nilikuwa na mengi ya kusema. Naunga mkono hoja, namtakia mama Samia afya njema. Asante sana, asante ah, ah, sana. Mheshimiwa Salma Rashid Kikwete kwa mchango wako mzuri. E, nilimwita mheshimiwa, namwita Mheshimiwa Dikson Nathan Utevele, atafuatiwa na Mheshimiwa Kijakazi Yunis Mohamed.